sana kwa tantano. Mungu akubariki sana. Amina. Jamani, makofi ya yatoshi, ubarikiwe sana lakini naomba sasa ni mwite mbunge wa viti maalumu vya wanawake wa Tanzania kutoka mkoa wetu wa Mbeya, mama Sofia Mwakati <tos> <tos>

mwinyi safi ndugu yetu Chande hafi ndugu, mgeni rasmi na mjumbe wa kamati kuu. Kama nilivyotambulishwa, mimi ni mbunge na wakilisha wanawake wa mkoa Mbea na kizuri zaidi, Mwheshimiwa Miiona, niko na kijana jani ndugu yenu mtoto wenu Chande, Mheshimiwa mbunge na mjumbe sasa wa kamati kuu, amenivua kutoka upinzani na kunileta CCM. So hii mitaa kama mdishi niliyekuwa natasumbua mkoa wa Mbeya na hata Tanzania nzima, nimenyoosha mikono. Ifikapo tarehe ishirini na saba mwezi huu wa sita bunge linavyoisha saa tano kamili dot, ninahamia Chama cha Mapinduzi. Nitazunguka nchi nzima kuwaeleza ndugu zangu, ambao tulikuwa tunafikiri tuko sahihi. Ndugu zangu tuliokuwa tunayasema, sasa anatendewa kazi na aliyetuvua na aliyenibembeleza sana, ni kaka yangu mbunge wa jimbo hili la Kojani Mheshimiwa Chande. Ninakushukuru sana kunitoa matongotongo na kuiona CCM inaweza na sasa nitajiunga. Naamba wanawake wakipewa dhamana, wanawake wakipewa uwezo wa kuzuke, tunaweza nifu wanawake katika kuleta maendeleo. Leo hii tuna katibu mkuu mtendaji hapa Zanzibar, mwanamke tunaona jinsi gani kazi inakwenda, ndugu zangu. Hivyo if basi ifikapo mwezi wa kumi, si kubwa sana kwa miaka hii minne, tumpe mpaka thelathini. Mnasemaje wanawake? Vijana, vijana mpo, vijana, msimwache Chande, hakikisheni jimbo hili analishikilia. Tunampa dhamana. Nani ameleta maendeleo? Mama Samia na mimi ninapokwenda Mbeya, Chande safi. tusimsahau Dokta Mwinyi safi. Asante sana, asante sana. aangoa wanza, ngoja kwanza, kwanza Mheshimiwa, unabaki hapo hapo, kuna sebele, nataka tu. Haya, kwa sauti sasa, Samia, Dokta Mwinyi Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu ni kuombe wewe pamoja viti miwili na Dr. Mole, picha, Chala sinjobana. Chala sinjobana. Chala sinjobana. Eh, wenye viti wa mikoa yote miwili na mje hapa tupate picha picha, adimu sana, mjumbe wa kamati kuu hapa, wenye viti wote mkae upande mmoja huko eh. Hii picha picha ya kuombea mkopo hii. Haya, tunashukuru sana, asante sana Njuba, Dr. Moreli ni kuombe ubaki hapa hapa. Jamani mbarikiwe sana ah. Ama kweli, Mabuja, Tanzania isimoye kwa kweli, mi niseme tuchande, Mwenyezi Mungu wa kubariki sana kwa kutuletea zawadi ya mamamwa kagenda, haijawahi kutokea, lakini leo Kojani imetokea. Tumetengeneza kutibu ni mbunge wa jimbo la Siha, Kilimanjaro, anaitwa Dr. Godwin Moleli na nina afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Moledi karibu sana CCM! Oye punga namna iko Kojani! Hebu tupige makofi ya nguvu kwa mbunge wetu Chande, piga makofi ya nguvu matatu kwa mbunge Kojani oye Kojani, nimekuja kuwasalimia. Wangapi wananipokea? Wanani? Wangapi? Mko tayari kutupokea? Mko tayari kutupokea? Lakini tumekuja kuwashukuru Wanakojani kwa kazi nzuri na wazazi wa Kojani na watu wengine na kumlea Chande. Ongereni sana. Jipigieni makofi, jipigieni makofi mmemlea muona akawa naibu waziri wa fedha wa tanzania Jipigeni makofi Jipigeni makofi leo nimekuja leo nimekuja kuwaunga mkono masema baraka kubwa sana kubwa sana mna baraka kubwa sana si ndio eh? leo nimekuja kuwaonyesha jinsi ambavyo mna baraka kubwa sana si ndio? Lakini niwaambie mimi kama alivyosema, mimi na mimi nilikuwa mbunge, tukishirikiana pamoja na iliyokuwa inaitwa CUF lakini hata hiyo ACT leo ambayo yuko Zito, na Zito tulikuwa naye, sema na Zito tulikuwa naye. Maana yake wote tulikuwa upinzani, si ndio eh? Ah, lakini tulipochungulia mimi niligundua mapema, nilikuwa mbunge wa kwanza wa jamaa. Wanatuotesha moto, hamna hela ya kupeleka jimboni hapa, hamna hela ya kupeleka jimboni na enjoy matunda ya Chama cha Mapinduzi. Njaa sema waganga, njaa sema waganga, njaa. Hebu cheki kifaa chetu, kaka yetu Chande ananyanyua pale, kituo cha afya cha ghorofa. Niambie upinzani wangetoa wa wapi kituo cha afya ghorofa niambie upinzani wangetoa wapi kituo cha afya ghorofa? Lakini leo kaka yenu Chande leo anawale- amewapa ambulance kila kata. Kwa maana tayari niwape siri, wangapi wako tayari ni wape siri, ni wape siri. Inawezekana nyiye amumjui Chande. Mimi jimboni kwangu ninaenda kwa madaha na tarehe 31. Sema kwa nini? Ngoja Chande ni naibu waziri wa fedha, sema naibu waziri wa fedha. Kwa maana hiyo Dr. Samia akitafuta fedha zote, sema fedha zote, yaani Dr. Samia akitafuta fedha zote, akishazikusanya, akitaka ziende bungeni ndio striker amfunga magoli pale, anaangalia kikapu cha mama kinaposhuka. Sema nyie wanakonde, si ndio eh, si ndio eh? nyie wanakojani, Dr Samia akishusha fedha sema Dr Samia akishusha fedha, yani akishusha fedha inadondokea kwa wana kwa, kwa wana wapi kwa wanakojani, yani nyie ndio manaibu wa fedha kwenye nchi hii, sema manaibu wa fedha kwenye... wananiambia hatutampoteza milele wangapi? Wananiambia hatutapoteza kamwe wangapi? Wananiambia hatutampoteza kamwe. Hebu niulize, niulize swali la mwisho hapa hivi, ngoja niulize hapa hivi, katika wanaotaka kugombea na Chande yuko kweli, anayethubutu kuwa naibu waziri wa fedha kweli? Yupo kweli Yupo kweli mwenye kiwango hicho cha kuwa naibu waziri wa fedha? Yumo? Yaani mpaka mju dokta Samia mjui, itachukua miaka mitatu na nyie mtakaa, mjaona hela, sema hatujaona hela. Yaani sisi tunataka yuko tayari, kuna yeyote anaweza akasogezwa karibu na kapu la mama la hela? kwa hiyo tunanga